Nam, mtazamaji wa Trend TV, bwana, bidada Rita Nobet, yule mchepuko wa Diamond Platnumz, bwana, ameamua kuvujisha rasmi zile video um, uh, zile voice ambazo alizisema kwamba atazivujisha iwapo kama wataendelea kumsumbua. Ebwana, kupitia ukurasa wake wa Instagram siku ya jana, Rita aliandika kwamba, sio ombi, ni amri. Ukome kutuma ndugu zako kwangu, mimi nina mahusiano yangu, nia yako uniharibie, sio wewe, si una. Anasema kwamba wewe si, si umeoa au, na wewe pia kinuka mkojo um, unaeringa na ndoa yako ya kufosi. Mkanye mwanaume wako asinizoee na asinitumie tumie ndugu zake, mimi simtaki na nyie, ndugu mnaotumwa kwangu, mnikome. Mm, sihitaji kusuluhishwa, sihitaji kusuluhisha chochote na huyo mwanaume, nime move on na na maisha yangu sasa hivi endeleeni, e, ntawa, endele, sasa nyinyi endeleeni ntawarudisha Instagramu, hamnijui vizuri, akili zangu. Rita aliandika hivyo, and then akaandika tena katika posti yake nyingine, katika ukurasa wake wa Instagram akaandika kwamba bwana na, mkizidi, e, na ya so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa kutokana na hii inshu bwana, moja kwa moja ni kwamba leo bwana Rita kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story, bwana ameposti au tunaweza kusema kwamba amevujisha voice akiwa anazungumza na ndugu wa Diamond Platinumz ambaye huyu ni mdogo wake ambaye anafahamika kwa jina la Edi Santos. Sasa katika hizi voisi vitu ambavyo vimesikika au mazungumzo ya Santos ambayo alikuwa anambembeleza Rita arudiane na Diamond, bwana japokuwa Diamond yuko na Zuchu, ni mazungumzo mazito kweli kweli. Omo bwana, kuna siri nyingi sana zimetobolewa. Kwa mfano, siri mojawapo ni kwamba eh, huyu Rita bwana mpaka ameanzisha mahusiano na Diamond mpaka wanaachana ni kwamba Rita hajafanya mapenzi na Diamond, lakini seri zingine nataka uzisikilize we mwenyewe taratibu kabisa mtazamaji wa Trend TV. Nataka nikukumbushe pia kama bado uje subscribe, hakikisha una subscribe, ye, na pia vile vile share na pia weka maoni yako katika comment section, ili usiona pitwa na update zote ambazo tunakuletea hapa Trend TV. Hello. So msikilize hapa Rita alivyokuwa anazungumza na mdogo wake Diamond ambaye anafahamika kwa jina la Edi Santos. Kitu kingine ni kwamba huyu Idi Santos mm, ameikana ndoa ya Diamond na Zuchu, yani amekana kwamba Diamond hajaoa. Amemwoa nani? Ameuliza hivyo wakati inafahamika kwamba Diamond amemwoa Zuchu. Kwa hiyo kitendo cha yeye kusema kwamba amemwoa nani? ni kama vile amekana ndoa ya Zuchu na Diamond kwamba huenda ikawa sio real yeye ameshaoa bwana, sikamua mke wake. Wewe tena wewe ndio usiongee. Juzi si nimekuona huko kwenye birthday huko, mnalishana keki, unachikachika, unamparapara, una shemeji yako nahari hapo. Umesikiliza hapo, Idi Santos anasema kwamba Diamond amerudi. Huyu Rita amemuuliza, kwamba nilimwona nasibu amesafiri, yakasema kwamba amerudi hapa, ameniambia ni kucheki E, bichi. Kwa mujibu wa Idi Santos hapo bwana ametoa taarifa kwa Rita kwamba ametumwa na Diamond amchukue Rita ampeleke katika nyumba yake ya Bahari Beach. Umeona bwana? Ehe. Mambo hayo. Sasa hizi ni voice ambazo huyu Rita alizirekodi tena siku nyingine. Umeona, ukiachana hiyo siku ya kwanza, siku nyingine tena akarekodi. Kwa hiyo binti bwana, ni kwamba kila akiona simu inaingia ambayo anapigiwa na Idi Santos, mdogo wake Diamond Platnumz, lazima arekodi kama ushahidi. Nadhani alikuwa amepanga siku moja kama hivi azivujishe <mimu>

Yani bora hata kipindi kile ambavyo alikuwa ajaoa sasa hivi, mtu ameposti kabisa mwanamke, mimi ndo shia, wewe wewe mwenyewe ukatoa pongezi kabisa

So kwa kifupi ni kwamba Santos mdogo wake Diamond Platnumz, Edi Santos amekanusha, ame kwamba ile sio ndoa. kwa hiyo ametoboa siri eh, bwana kilichotokea kati ya Diamond na Zuchu na zile picha na kila kitu, ile sio ndoa kwa mujibu wa Edi Santos. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section ndogo, tukisoma na kureplay kila comment, na pia vilevile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.